Tulichofanya sisi leo ni kwamba kutoa hatukujizowesha kama ibada, tumejizowesha kama mshtukizo. Yani unashtukizwa mwenyewe, ulikuwa hutaki kutoa, lakini katokea bingwa huyo, ana maneno makali mpaka unaogopa, kwa maneno yale yabidi utoe, na wengine wanatoa, wala si ucha Mungu. Kama maana mtu aweza katishwa kwamba una shilingi elfu tano, Allah anaiona hiyo, anaiona Allah. Na katika baadhi ya ambavyo tumewapa, waona kama mwenyewe ni huyo na katika baadhi ya ambapo tumewapa wao wanatoa, wa anfiqu mimma razaqnakum, toweni katika baadhi ya ambavyo tumekupeni. Yaani, Mungu anapenda kutumia lugha hii ili wewe uelewe, hicho anachotoa sio chako, ni cha mwenyewe Allah, na watakiwa uamini kama sio chako. Na kuna kipimo safi cheupe tu kinachoonyesha hiyo mali sio yako, kipimo cha kwanza hiyo mali ukiona ni ya kwako, fikiria ule utaalamu uliotumia kuipata, kisha muangalie mwingine, ni mtaalamu kuliko wewe lakini hana. Yaani, kwa mfano una gari, una nyumba, una duka au una nini, mchukulie mke wako, mwanao anasema nini juu ya ile mali? Utasikia mwambia mwanao bana, leo bana, magari yetu yamechelewa kurudi leo. Mwanao asema hivyo, magari yetu leo yamechelewa kurudi Alafu leduka letu la kule baba kasema atalifunga. Leduka letu la kule baba kasema atalifunga. Ala. Duka la kule, lenu, la kule haliwezi kuwa lenu. Hili ni duka la babako.